Kifo cha mwimbaji wa injili wa Kenya, Regina Muthoni. Tasnia ya muziki na jamii ya kidini nchini Kenya imepokea kwa huzuni kuu taarifa za kifo cha mwimbaji mashuhuri wa nyimbo za injili Regina Muthoni, anayejulikana sana kwa nyimbo zake zenye mguso wa kiroho, hasa Yesu Ulishinda. Alifariki dunia jioni ya Alhamisi, tarehe mbili Oktoba mbili sifuri mbili tano nyumbani kwake katika mtaa wa Githurai arobaini na nane jijini Nairobi, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa familia. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika Hospitali ya Rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta Kenyatta University Referral Hospital huku maandalizi ya mazishi yakiendelea. Regina alijulikana kwa sauti yake tulivu na ujumbe wake wa kiroho uliogusa maisha ya wengi. Kupitia muziki wake, alizungumzia masuala ya imani, uponyaji na ushindi dhidi ya mateso, akawa moja wa sauti muhimu zaidi katika muziki wa injili kwa lugha ya Kiswahili na Kikuyu